Haya, asante sana mganga. Hmm. Karibu karibu karibu karibu zina shida yako mnamakuja shbuhibuyu leaziushijaeau kumekatazwa mganga, mi nimekuja. Kuna kijana nampenda, ana hela nyingi sana na ana kazi nyingi sana, kwa hiyo nataka awe wa kwangu, anipende kuliko kawaida Nataka pesa zake zote nizimiliki mimi Kasongo, yeye. Mombali nanga Kasongo, mbona we Songa weo Songa libara y Kasongo, mbona weo, mbona weo Mombali nanga hey! Hey, mga so kume, mganga mwenyewe ndo wewe yani? Nimekaa hapa naelezea shida zangu, mganga mwenyewe ndo wewe naona aibu mpaka kuelezea shida zangu. Wewe mbona ueleweki wewe? Juzi nikukuta DJ, jana nikuta natengeleza magari, hakuna Tanesco wewe, leo mganga? Sasa ashindwe atafanyaji hivyo, nimekuja kwa mganga, hata ufanye brrr brrr, atisha wateja. Wewe umekaa tumeganda kama sanamu, hata simu umejaza ni stream hayo Wakuru roga huyu wakuu, wanyokom wa nasemaji unajitaka ujitaki, uwezi kupinga namna hiyo. Pumbavu sana wewe <laughs> una bahati ewe <laughs> rasupu. nakubeti mika wangu <laughs>